Madrid ashinde lakini mechi nzima itoe kuanzia goli mbili Ani, na kuendelea, sawa? Exactly. Hili ni dimba la michezo, na kama kawaida kila siku tunapoleta updates za michezo huwa tusahau kuweka na ubashiri, na mambo yaende sawa, kwa sababu e, wewe mwekezaji na sisi watafuta odds wote tunategemeana, kila tunakula pamoja, ukichana ulichanganya na zako. Martin Mwakiposa. Naam, habari ya leo? Salama za kwako kwa Victor Livingstone mbele. Ah, mimi niko salama kabisa. Leo tuna mikeka ambayo umeiandaa. Ngumkumeza inaitwa. Unaita ngumkumeza, yeah. Sawa. Katika ngumkumeza ya leo iliyoandaliwa na Martin Mwakiposa kuna mechi ambazo zinakwenda kuchezwa, na moja ya mechi hizo ni Jinoa, yeye anamkaribisha Lazio. Uh, tumesema both team to score. Both team to score. Eh, yeah. e, hawa watafungana, yes, go sawa. Go. na mechi nyingine Martin Makiposa, ambayo tunayo ni ya Real Madrid anakutana na uh, GTF. GTF, uko nyumbani, aina kwamba GTF yuko nyumbani wale kwa ugenini kwa sababu mm. nao Madrid ni kuweza kupata matokeo leo anashinda, kwa hiyo ni lazima ashinde. Sawa. lakini kabla tujaenda mbali Tumesema Madrid mbili over 1.5. Ah, Madrid yashinde, e. Uh, na mechi nzima itoe kuanzia goli mbili, mbili na kuendelea yeah. Yani 1.5. Yes. Over. Yeah. Sawa. Kwa hiyo hii tunaiweka Madrid yashinde, lakini mechi nzima itoe kuanzia goli mbili, mbili na kuendelea. Sawa. Exactly. Lakini kabla tujaendelea Martin, kwenye mechi zinazofuata, e, tuangalie scenario ya, ya La Liga msimamo e, huyu Barcelona na Madrid mbio zao hapa unazionaje ukizingatia Madridi hana kombe lingine ambalo analipambania zaidi ya Laliga? Yani kiukweli kabisa ukiwatizama Madridi msimu huu inawezekana ni msimu ambao umekuwa mbovu kama ilivyokuwa kwa Manchester Manchester City City huko EPL, lakini siwezi nikasema nikamaliza kwa sababu bado ana fainali ya Copa del Rey dhidi ya Barcelona, sio? lakini ukiangalia hapo hapo Uh, ni Madrid ambayo imetoka kutolewa katika UEFA Champions League mm, na ligi yao nyumbani bado kumekuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu mm, mtu aliyeshindana naye ni Barcelona ambaye mwanzo alimshinda tofauti ya alama saba mm, akiwa mchezo mmoja Barcelona kawa amezidi. Kwa hiyo leo inabidi Madrid acheze. Ikitokea ameshinda, inakuwa tofauti ya alama nne. Maana yake nini? Maana yake sasa lile gap baina anayoongoza anashika nafasi ya pili linazidi kupungua. Hapa ndiko ambapo tunasema msimamu au ligi itaendelea kuwa ngumu, kwa maana kila mmoja atahitaji kupata matokeo. Endapo kati ya mmoja wapo ata drop, maana yake anagawa nafasi kwa aliye pale, kuweza kuweka gap kubwa, ili kuweza kuona nani anaweza kutangaza ubingwa. Na ndio maana hii inapelekea kuweza kuona kuwa mechi ngumu. Rejea mchezo wa Barcelona aliyocheza juzi, aliweza kufunga goli la nne dakika za jioni, alishatanguliwa We, na akaweza kufanya comeback, na hatimaye kuweza kupata matokeo. Hii inaonyesha ni jinsi gani mm, ambavyo ligi imekuwa ngumu na kila mmoja anataka ubingwa. mm. Lakini si kutaka ubingwa, kuhitaji matokeo ambayo yeye atakayemfanya kuwa bingwa. Kwa bingwa. Kwa hiyo, hata Madrid kwa hivi sasa akili zake, nguvu zake, hata wachezaji wenyewe wana yes, wanahamia La Liga, wanahamia La Liga. Ndiko sehemu ambayo wao wamebakia. mm. Sijajua kwa maana ya huu ni mchezo wa mpira wa miguu, una matokeo ya kikatili duniani yanayoweza kutokea. Lakini rejea mchezo wa mwisho wa Madrid goli la jioni anashinda goli moja bila. Tafsiri yake? Yes, tafsiri yake. Huo ndo mpira, jinsi ulivyo, ulivyo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Madrid anaingia katika mchezo huu akihitaji matokeo ili aendelee kupunguza gap. Sawa. Uh, tumezipokea dondoo hizo na tunakwenda nazo na sisi tutaziangalia kwenye utabiri wetu. Lakini kwenye utabiri wetu leo, mechi nyingine hapa, Arsenal yeye anamkaribisha Crystal Palace. Arsenal tulimpa mazima tu ashinde. Ashinde mazima eh. Sawa. Na mechi ya mwisho leo Martin Mwakiposa ni uh, Royal Antwerp, anamkaribisha KRC Genk. Hii tumeweka da, double chance. Yaani ashinde KRC Genk, Genk au asale. Au atoe sare. Yes. Sawa, hili ni Dimba la Michezo. Lakini kabla hujamaliza. Ndio. Victor. Naam. Wazungu wanasema wana koleo ya win-win situation. Win-win situation. Yaani wewe upate na sisi tupate. Ndio. Lakini mimi naamini wanaotuzama ndio na wanapata zaidi. Kwa maana ya mikeka huwa inaitika na wanapata hela. Mm. Uh, Lai yangu mimi ni moja jamani, njoeni basi kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa hmm, wingi sana hmm. Lakini la mwisho kabisa, tayari group la WhatsApp limefunguliwa na moja limeshajaa tayari. Yes. Kwa hiyo hmm, namba ziko pale. Kwa hiyo mnaweza mkaja mkatufollow mkatuuliza maswali tukawajibu. Sawa, so, hili ndimba la michezo kama alivyosema Martin Mwakikosa, usisahau kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii.